Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni wahakikishie kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi, miaka mitano iliyopita tulijipanga, tulijipanga kuleta huduma za jamii kwa wananchi wote, nayo ni afya, elimu, maji, lakini pia umeme inaingia kwenye huduma za jamii. Tumefanya tulipoweza. Ukitupa ridhaa, tutamalizia au tutaendelea kipindi kipi, cha pili ambacho tutatupa ridhaa tuendelee. Lakini tumejipanga kumwezesha mwananchi kiuchumi, nayo hapo inaingia mambo ya asilimia kumi, mikopo ya halmashauri. Lakini nimesema utakapoingia, tutaanza na bilioni mia mbili mkopo wafanya biashara ndogo ndogo, lakini tutaendelea na masuala ya ruzuku, elimu bila ada. Hayo yote ni kumfanya mwananchi asitumie fedha yake kulipia elimu au kulipia ruzuku mbolea na mambo mengine, fedha ile ibakie mkononi, afanyie mambo mengine. Kwa tutaendelea na yote ya kumwezesha wananchi kiuchumi, ikiwemo ujenzi wa masoko maeneo ya biashara na stendi zetu. Hayo ni kumwezesha mwananchi kiuchumi, lakini vile vile tutafanya kazi kwenye sekta za uzalishaji ambazo zinajenga uchumi mkubwa wa nchi, nayo ni kilimo, mambo ya miundombinu ya usafiri na usafirishaji, viwanda na mambo mengine yote, tutaendelea nayo kuyatekeleza kama tulivyofanya kwa kasi ile ile tulivyofanya awamu ya kwanza au kipindi cha kwanza cha awamu ya sita, tutaendelea kwa kasi ile ile.